Nitumia nafasi hii kwanza kuomba yafuatayo: moja, kadumisheni uzalendo kwenye usimamizi wenu. Hakuna mwamuzi aliyekuja hapa hajatoka kwenye mkoa, na hakuna mwamuzi aliyekuja hapa mkoa wake hauna timu. Kwa hata ufanyeje, kuna mchezaji ata, atacheza mbele, anatoka kwenye mkoa wako. Sasa ili haki itendeke, kauvaeni uzalendo kwanza ili kusudi mtende haki kwa wachezaji wetu na mshindi halali apatikane. La pili, haki ambayo mtakwenda kuitenda, msiitende kwa kuiwaza, ila tunataka tuione ikitendeka. Unaweza kusema nilimtendea haki. Hapana, si hatukuiona. Katendeni haki ambayo inaonekana kwamba ni haki imetendeka, ili kono sina wasiwasi nalo. Nendeni mkashirikiane Mkiambiana kwamba muda wote unafanya tukio fulani, wote mfanye kwa pamoja. Kama kuna mwenzako atakuwa amekosea kwa namna moja nyingine, kwa sababu ni binadamu, mrekebishane kistaarabu, tumieni lugha za star kurekebishana na muonyeshane njia kwa lugha ya star na upendo wa kweli, ili shughuli iende vizuri. Hawa wachezaji ambao mtakuwa mnawasimamia na kuzifuata zile sheria ambazo zinalinda mchezo wetu ni binadamu kama nyinyi na wengi ni watoto wenu. Wakati unamsimamia afuate sheria taratibu na kanuni, angalia pia usalama wake wakati anafanya lile tukio ambalo wewe unalisimamia. Endeni mkae walezi kwa vijana wetu, mwasimamie yana ambayo anapaswa kuyafanya kwa usalama wao wayafanye. Yana ambayo anaweza kuhatarisha muambie mapema, ili usifanye hivi kwa sababu itatokea madhara haya, ili wamalize wakiwa na afya njema warudi nyumbani kwao wakiwa wazima kabisa. Ndugu zangu ni ninaamini kabisa kwamba nyinyi wote hapa ni wataalamu. Lakini kuna kujisahau kwa namna moja au nyingine katika kutekeleza majukumu. Basi naomba baada ama, ya ma, ya shule kukamilika, kwa kuna utaratibu wa kukaa vikao vya tathmini kila siku. Mkitoka uwanjani mnakutana hapa kama dakika 20, kama kuna mwenzenu alikengeuka sehemu kwa kujisahau, muwekane sawa ili kusudi wote muone na sauti moja na wimbo mmoja Ladies First iende vizuri na kila mmoja aweze kuenjoy.